Kwa sisi tukisema kwamba tukawambia we baba kwamba waje kwenye lishi, itakuwa ni vigumu sana, sababu awezi akaacha kwenda kwenye magogo aje ashinde na mimi hapa. Yani kiuhalisia kabisa, tujisemee kabisa, itakuwa ni vigumu. Labda mimi nilikuwa naomba hivi, yani sijui wawe manesi au watafutwe watu ambaye anaweza akaenda akamwambia naye mwenyewe akafanyeje akatekeleza lakini wamama, kwa sisi wa mama kwa kweli itakuwa ni vigumu 15 wanasema mtoto wa kiume 11 12 mtoto wa kiume ni kweli au la? Halafu ili kupata watoto mapacha Waingereza sabati twins sijui nini sijui ingereza dawa ile imeandikwa kwa nini sijui nimesahau kidogo, nesi nisaidie, kama utataka kwenda kujaribu upate au mapacha, hiyo dawa inaitwa clomifene. Mimi mwenyewe sina uhakika sababu sijatumia. Japo wapo wanao wanaothibitisha kabisa kwamba eh, mimi nimetumia, nina mapacha ngapi, watatu. Wengine nina mapacha wawili, wengine hadi sita. Kwa hiyo inategemeana, mimi mwenyewe hapo sijajua, sina uhakika. Shauri wa ume zetu, tunapofikia hatua ya kutafuta watoto, tuhakishe tunakula vizuri kwa ushauri wa kitaalamu, mchanganyiko wale makundi. Ili sasa eh, wanasema kwa kina mama tuna Si unasema kuna yai, si ndio? si unasema kuna yai hey, kama yai la kuku lakini akina mama wanasema kuna nini, lakini akina baba huo wanasema kuna nini? Kuna nini? mbegu za za kiume. Sasa hizo mbegu zenyewe za kiume, kama zinatoka nyororo, hata kukimbia hazikimbii hey, zitaenda kuingia kule halafu zifanye kitu sawasawa? Haya, hata hilo yai sasa huja aliandaa halina afya, haliko katika ubora wake si ndio? Linapokutana na hizo mbegu za kiume eh? Hilo yai litakavyounganishwa na mbegu za kiume, je, hiyo mimba itakayotungwa itakuwa bora? Itakuwa bora eh, kwa hiyo sasa, manaake nitakuwa tujiandae hata kabla. Kwa hiyo, baada ya mimba kutungwa, wataalamu wameshatuelekeza. Baada ya mtoto kuzaliwa, wataalamu wameshatuelekeza, miezi ile sita mtoto anatakiwa anyonye maziwa ya mama, mama. Si ndio hivyo jamani? Ehe. Kwa hiyo baada sita, ya miezi sita ndio tuhakisha haya yanayosemwa basi yazingatiwa ili aweze kupata mapacha. Anasikia hivi na hivi na hivi, je, hili jambo limekaeje? Sasa niombe kuwasisitiza akina mama, haya mambo yaliyoko kwenye mitandao haya, hebu haya tuwachane nayo. Ukiyaona mambo yaliyoko kwenye mitandao jua kwamba yanaelekeza ili upate watoto mapacha, inatakiwa ufanye hivi hivi na hivi. Usiende kutekeleza kabla ya kuja kujiuliza kwa wataalamu. Sasa hivi mtandao, kuna mambo ya utandawazi, kila moja anajaribu kuvutia biashara yake, kuna wengine ni wapotoshaji, kuna wengine ni waelezaji wa ukweli kwa mambo yale ya ya kitaalamu ya afya. Sasa kama tutakuwa tunaangalia kwenye mitandao chochote kile kiichoandikwa kwenye mtandao tukakifanyia kazi, kuna mengine ambayo sio sahihi. Kwa hiyo niwaombe sasa, akinamama wa kijiji cha Ihalula, na hili liwe ni somo kwa akinamama wakata nzima ya Utalingolo na halmashauri yetu wa ya mji wa Njombe, mambo yaliyoko kwenye mitandao ukiyaona, basi yachukue yapeleke kwa wataalamu. Wakithibitisha kwamba hilo liko sahihi, basi kalifanyie kazi. Tusifanyie kazi kila mambo tunayoona kwenye mitandao Ihalula. Hoye, mkoa wetu wa Njombe kwa idadi ndo tuko chini kuliko mikoa mingine yote, tuko watu laki nane tu, tumeelewana? ni wamwisho ki e, yani navyosema wamwisho kitaifa, maanake mpaka Ihalula ndio sisi wamwisho, tumeelewana jamani. Kwa tuna haja ya kutafuta watoto, si ndivyo? lakini tuwatafute watoto, tuwapate watoto walio bora si ndio hivyo, jamani? Mtoto anapozaliwa mnene sana, wengine wanasema wewe mtoto ndio sawasawa, ana afya. Mtoto anapozaliwa ana sio mnene, wengine wanasema mtoto hana afya. Hiyo sio kweli, nendeni kliniki, wale ndio watawapa maelezo. Huyu mtoto mnene, huyu kumbe unaweza kukuta ndio na matatizo kweli, sio kweli? Unaweza kukuta mtoto mwembamba huyu ndio mwenye afya njema. Tumelewana. Kwa hiyo usije kufurahia mama, litoto lako limezaliwa nene kubwa, liko yani siku toka zaliwa tu ana kilo saba, we unaanza kufurahi kwamba mimi mtoto wangu ana afya huyu, hana udumavu kabisa. Ukienda kliniki unakuta wanakushauri hapana, huo uzito umezidi, nitakuwa kupunguza watakushauri kitaalamu. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? mlisha ya mwanao mafanikio yake Lishe ya mwanao kujaa kujaza tumbo, si lishe. Jali unachomlisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi, Ihalula, hoye, hoye. kwamba mama anapata lishe yenye makundi yote sita kila mlo anaokula kwa ajili ya kumwimarisha mtoto wapi tumboni kwa hiyo na mtoto akishazaliwa baada ya miezi sita, baada ya miezi sita, manake chakula unachomwandalia ambao ni uji lazima uwe na mchanganyiko wa makundi yote mangapi? Sita. Makundi mangapi? Sita, si ndio? Hivyo jamani, kwa hiyo tuwaombe sasa, akina mama, mnapokwenda shambani, hakikisheni mmeandaa uji ambao umetengenezwa kwa unga ule wa lishe, na tuhakikishe ule unga wa lishe una mchanganyiko wa makundi yote sita. Tupulingine nyewa. Sasa hapa bahati nzuri leo yuko mwenyekiti wa serikali ya kijiji na mtendaji. Niombe sasa kuagiza sasa kwenye vikao vyenu vya serikali ya kijiji, Sawa, mkalijadili hili. Sasa tuipe nguvu hizi kamati za afya. Sawa? wawe na mamlaka ya kufuatilia kama kuna machimbo, si kuna shughuli shambani, wawe na uwezo wa kwenda kufuatilia kina mama wote walioenda kule wenye watoto wadogo. Je, amebeba na themos? Na ile themos lazima tufungue, tuangalie, je, ule uji unaoonekana kule ni uji ule ambao tumekubaliana hapa? Hapo vipi jamani, hapo sawa? hapo vipi jamani, hapo sawa? E, sasa hilo hata diwani wenu, sasa nitaongoza siku napita, hata pa Ihalula naona kuna machimbo mahali, nitachepuka naanza kuangalia mama nani mwenye mtoto ehe, nauliza, mama, umebeba semosi yenye uji wa lishe kwa ajili ya mtoto ehe. Sasa huko mtatengeneza hata sheria zenu ndogo. Sasa yule ambaye hajabeba semosi yenye uji wa lishe lishe ambayo ina mchanganyiko wa makundi yote haya, sawa? Sasa tupigane na nafai hapo vipi jamani, hapo vipi jamani. Haya, piga makofi na vigelegele, shangilieni hizo faini zitakavyokuwa zinakuja kwa wale wazee. <laughs> uwe mlo wa mchana, mlo wa jioni, lazima uwe na mchanganyiko wa makundi yote sita, si ndio hivyo? Tuipe nguvu kamati hiyo ya afya tena kupita kwenye kila nyumba, tena kwa ghafla, saa moja ingieni kwenye nyumba fulani Angalieni mama anapoandaa chakula. Je, anaandaa chakula kwa kuzingatia haya tunayopeana elimu? Ameandaa tofauti, fine. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Hapo sawa sawa kabisa eh? Eh, kwa hiyo sasa tutaipa nguvu hizi kamati za afya zifuatilie hadi majumbani kwetu kuhakikisha, je tunatekeleza haya tunayobadilishana mawazo haya tunayopeana elimu juu ya kwamba lishe yoyote ile mlo wowote ule uwe mlo uliokamilika. Hapo vipi jamani, hapo tumeenda sawa eh? Siku hizi za lishe ni siku za elimu. Wapo mabinti wapo vijana wanaotarajiwa kuoana. wako mabinti wako vijana wanaotarajia kupata watoto eh. Sasa hizi elimu watapata wapi kama sio hapa? Lakini siku hizi za lishe wanakuja kina mama peke yao tumesikia hapa akina baba kwenye kliniki ni changamoto, lakini hata hapa na akina baba nao wafike, kwa sababu swala hili ni lazima ushirikiano katika kaya, baba na mama wote tuwe kitu hiki kimoja. e, sasa hapa akina mama watatoka. e, diwani bwana alisema tunapotaka kuanza kuandaa shamba letu la viazi, tule vizuri, tule mchanganyiko ule wote asema nyinyi mnachanganywa nyinyi, diwani bwana anapotosha bwana, hebu twende kazi melewana taonekana wewe ni nani mwongo. Kumbe hizi elimu wataalamu wanapotoa hapa tukiwepo mchanganyiko, basi zitaenea vizuri, zitatekelezeka vizuri. Kwa hiyo imani yangu sasa, kwa safari ijayo, siku ya lishe, basi hata vijana wafike nao e, hata wazazi kwa maana wa kiume nao wafike ili tuweze kujumuika kwa pamoja kupata hii elimu. Tunaamini sariki ijayo, tutakualika, utakuja kuona mabadiliko makubwa zaidi hmm. Na tutafanya vizuri zaidi hmm. Kwa sababu sioni kama Ihalula wanaweza wakashindwa kufanya vizuri hmm. Wanaweza wakafanya vizuri zaidi kuliko maeneo mengine hmm. Au tukaingia kwenye ushindani mzuri, kwa sababu kule Igominyi kwenye kata ya Yakobi ninaamini nilishika nafasi ya kwanza na Ihalula itabadilika tu, itashika nafasi ya kwanza mm -hmm. lakini tutasimamia sheria ambayo iliandaliwa mm -hmm. na wenyewe mm kwa hiyo -hmm. niwaombe sana, akina mama, mnapokuwa nyinyi mpo, lazima muambie na wanaume wenu wawepo. Tunapokuwa tunazungumzia hapa siku ya lishi kule Igomini, ndio maana nimesema kule Igomini ilifika mpaka hatua ya DC alikuja kutembelea, kwa sababu ya ile hatua inayofika mahali mnachukua picha, mnarusha mnarusha, basi siku nyingine DC alipo, alikuwa akasema igomii naiona sana ngoja kwanza niende nikaioni. Kwa siku nyingine na sisi tunapenda tumwalike mheshimiwa DC akaja kashiriki kwenye nini? kwenye lishe ya kijiji cha Ihalula mm. au kwenye siku ya lishe ya kijiji cha Ihalula mm, sawa. Jamani, tutatengeneza kamati, kama nilivyosema, mheshimiwa hapa itakuwa inapita kwenye machimbo huko. Tuone haya tulizozungumza leo, kweli mnatekeleza au bora liende au bora siku iishe, ndio tutakavyo banana hapo na uandaji wa chakula majumbani mwetu. Bila shaka tuna watoto hawa wahudumu wa afya ya msingi watapita kweli, umeandaa umeandaa vile vitu vyote vya muhimu, mchanganyiko wa vyakula, unga wa lishe upo sawa, una mchanganyo unaotakiwa. Tutapita huko basi. Niwaombe ndugu zangu wa mama, tuwe wa watekelezaji wa yale ambao tumeazimia, wa yale ambayo tumewazungumzia. si tunasema, asante kwa ugeni tunaifurahia sana wamama, siku hii siku hii ya leo ya lishe, kweli watu tumefurahi. Semina natoka kwa waganga wetu tumeifurahia. Ushauri tu kwa mama wenzangu, yote tuliyoyapata hapa kweli tukayatendee kazi, sio tumepata elimu tuiache hapa hapa, na kesho waje tena kwa ajili ya kusisitiza eti udumavu udumavu, wakati elimu tumepata tuifanyie kazi. Mgeni wetu ameshuhudia leo hii, tumepata semina na yeye ameisikiliza na ameshuhudia. Tunapata kesho anaanza kutangazwa huko kwenye vyombo vya habari, sijui ya rula kata ya Utalingolo wanaongoza kwa udumavu, tutakuwa tumemwaibisha. Tubadilike kwa hilo, wamama. Makofi kwa mama wenzetu, jamani.